Zijue nchi tano barani Afrika ambapo vyama vya upinzani umefanikiwa kuvigaragaza vyama tawala. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita umekuwa mchungu kwa serikali kadhaa za Afrika zilizo katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara. Katika chaguzi zilizofanyika katika eneo hili, hasa zile zilizokuwa katika mazingira ya kidemokrasia, chama tawala kilipoteza idadi kubwa ya viti au kuondolewa kabisa madarakani. Kumeshuhudiwa mabadiliko katika nchi sita ikiwemo Malawi ambayo Rais Lazarus Chakwera amekubali kushindwa dhidi ya mpinzani wake Peter Mutharika, akihutubia taifa siku ya Jumatano, Kabla ya matokeo ya uchaguzi mkuu kutangazwa rasmi, rais Chakwera aliliambia taifa lake kuwa anafanya hivyo kwa kuheshimu nia yao ya kutaka mabadiliko ya serikali. Matokeo ya awali kabisa yaliyoonyesha mpinzani wake rais wa zamani Peter Mutharika ameongoza vyema akijizolea, akijizolea karibu asilimia 66 ya kura zilizohesabiwa kufikia Jumanne. Chakwera alikuwa amepata asilimia 24. Tanzania, Kamerun, Gine Bisau, Jamhuri Afrika ya Kati ni miongoni mwa nchi zinazokwenda kwenye uchaguzi mkuu kuanzia wiki chache zijazo. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, ukiacha Malawi, nchi hizi zingine tano zimeshuhudia wapinzani wakifanya vizuri dhidi ya vyama tawala. Botswana, moja ya mambo ya kushangaza zaidi chaguzi zilizofanyika mwaka jana 2024 ni kwamba nchi nyingi zimesababisha kushindwa kwa serikali ambazo yes ambapo hapo awali zilionekana kuwa na nguvu kubwa ya madaraka ikiwa ni pamoja na katika nchi ambazo hazijawahi kupata mabadiliko ya juu. Chama cha Botswana Democratic Party PDP ambacho kilikuwa kimetawala nchi hiyo tangu uhuru mwaka 1966 kilisambaratishwa katika uchaguzi mkuu wa Oktoba. Pamoja na kupoteza mamlaka Chama cha BDP kilishindwa kufikia idadi ya wabunge 38 kama ilivyokuwa awali katika bunge lenye wabunge 69 na kukaribia kufutwa kabisa. Baada ya kushindwa viti vinne pekee, BDP sasa ni moja ya vyama vidogo zaidi bungeni na kuna kinakutana na changamoto kubwa ya kubaki na uhusiano wa kisiasa. UDC inayoongozwa na Buma Aboko na Duma Boko iliongeza zaidi ya mara mbili ya mgao wake wa viti kutoka kumi na vitano hadi thelathini na sita kutokana na hali ya mdororo wa kiuchumi uliosababishwa na kiasi kikubwa na mdororo wa mapato kutokana na mauzo muhimu ya almasi, maisha marefu ya BDP na mitindo wa utawala wa Rais Mo Okwegesi Masisi uliwakasirisha wapiga kura ambao ni vijana. Masuala makuu ya kampeni yalikuwa ni pamoja na uchumi, ukosefu wa ajira, kima cha chini cha mishahara na utoaji wa huduma mbovu za kijamii kule nchini Senegal kwa upande wake mabadiliko ya kisiasa yalikuwa ya kushangaza zaidi kama ilivyokuwa nchini Botswana, ingawa kwa njia tofauti. Majaribio ya rais yaliyekuwa madarakani kwa udanganyifu nje ya katiba yalikabiliwa na mchanganyiko wa uhamasishaji wa upinzani na uhuru wa mahakama, huku maandamano ya mitaani yakiongeza ya shinikizo kwa utawala wa rais Macky Sall. Katika maandalizi ya uchaguzi huo utawala wa rais so ulitumia mbinu mbalimbali kuzuia vuguvugu la vijana maarufu African Patriots of Senegal for Work Ethics and Fraternity PASTEF, linaloongozwa na kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko. Kufungwa kwa mwanaharakati wa vijana kwa mfano Sonko mwenyewe na Abasiru Faye na jaribio la kuchelewesha uchaguzi kuliashiria hatua ya mabadiliko katika harakati za Senegal kuelekea demokrasia zaidi. Wiki chache kabla ya uchaguzi, viongozi wa upinzani Abasiru Diomaye Faye na Ousmane Sonko walikuwa wakiteswa so gerezani, huku serikali ya rais Macky Sall ikitumia vibaya mamlaka yake ili kuepuka kushindwa. Nikizo la ndani la kimataifa lililosababisha Faye na Sonko kuachiliwa huru tarehe kumi na nne mwezi Machi lilimsaidia Faye kushinda uraisi katika duru ya kwanza huku mgombea wa serikali akishinda aki asilimia 36 pekee ya kura. Huko Somaliland, jamhuri iliyojitenga kupata kutambuliwa kimataifa kama serikali huru, Somaliland ilifanya uchaguzi wa amani ambao ulisisitiza madai yake kuwa chombo thabiti cha demokrasia. Chama tawala kulmie kilichokuwa madarakani tangu mwaka 2010 na kinachoongozwa na, kinacho na Rais Muse Bihi Abdi tangu mwaka 2017 kiliwania dhidi ya chama kikuu cha upinzani cha Wadani ambacho kiongozi wake Abdulrahman na Mohamed Abdullahi alipata asilimia 64 ya kura na kuwa rais wa sita wa Somaliland. Bihi Abdi alipata asilimia 35 ya kura. Matatizo ya kiuchumi, siasa za kijiografia na siasa za kimila zilifanya iwe vigumu kwa chama kilicho madarakani kuwashawishi wapiga kura kukipigia upatu kuendelea kukaa madarakani. Ushindi wa Wadani unaonyesha uthabiti wa demokrasia wa Somaliland, na viongozi wote waliahidi kufanya juhudi eneo hilo la Somalia litambulike kimataifa. Huko nchini Ghana, mwaka wa uchaguzi ambao ulikuwa ni mwaka 2024 ulihitimishwa na Ghana mwezi Disemba. Demokrasia ya nchi hiyo imesifiwa kama mfano katika eneo ambalo demokrasia imeshuka. NPP iliyo madarakani ilijitahidi kuzoa usawa wa fedha na madeni ya miaka ya hivi karibuni mchanganyiko wa migogoro ya kisiasa na kimazingira ilitumika kama msingi wa kampeni za uchaguzi. Rais wa zamani John Dramani Mahama aliongoza chama kikuu cha upinzani cha NDC. Wakati huo huo makamu wa rais Mahamudu Bawumia aliongoza chama tawala. Vyama viwili vikubwa vilipigana uchaguzi kwa misingi ya rekodi zao huko serikalini kwa uchumi ulioporomoka, ukosefu wa ajira kwa vijana na mfumuko wa bei. Chama cha upinzani cha NDC kilitumia changamoto hizo kupata wingi wa wabunge, viti 183 dhidi ya 88 vya NPP. Vyama tawala vilionyesha vilivyosuasua japokuwa vilishinda. Hata katika hali ambapo serikali tawala hazijashindwa katika uchaguzi, sifa na udhibiti wao wa kisiasa umesuasua sana kama ilivyokuwa kwa chama cha Swapo. Hivi punde, chama cha African National Congress, ANC, cha Afrika Kusini kiliendelea kuwa madarakani, lakini kutokana na kampeni mbaya kilishuka chini ya asilimia 50 ya kura katika uchaguzi wa kitaifa kwa mara ya kwanza tangu kumalizika kwa utawala wa wazungu wachache mwaka 1994. Hali hii ilimlazimu rais Cyril Ramaphosa kuunda serikali ya mseto na kugawa nyadhifa kumi na mbili za baraza la mawaziri kwa vyama vingine ikiwa ni pamoja na nyadhifa muhimu kama ile ya mambo ya ndani. Kwa matokeo hayo, endapo eneo ambalo limekuwa maarufu kwa serikali zinazoshikilia madaraka kwa miongo kadhaa sasa linaona mwaka moja wa siasa za vyama vingi na ushindani ulio mkali zaidi. Hata hivyo, hali hii iliepukwa na nchi ambazo uchaguzi haukuwa huru wala wa haki kama vile Chad na Rwanda au zile ambazo serikali zilishitumiwa na upinzani na makundi ya haki za binadamu kwa kutumia mbinu za udanganyifu na ukandamizaji ili kuepuka kushindwa kama ilivyokuwa nchini Msumbiji. Kwa nini wapiga wapigaji kura wana vipa kisogo vyama tawala barani Afrika? kurudi kwa demokrasia huria barani Afrika pamoja na utekelezaji wake kumezua mjadala miongoni mwa wachambuzi wa kisiasa. Kwa mujibu wa takwimu za Afrobaromita, wananchi wengi wa Afrika wanaunga mkono mfumo wa vyama vilivyo vingi. Hata hivyo, wapo wanaohoji mafanikio ya demokrasia hiyo hasa kutokana na ukosefu wa manufaa ya moja kwa moja kwa raia na wa kawaida. Changamoto za kila siku kama vile ukosefu wa ajira kwa vijana, kutoimarika kwa viwanda na huduma duni za kijamii zimechangiwa kwa kiasi kikubwa hali ya kutoridhika. Kwa upande mwingine, siasa zimeendelea kuwanufaisha viongozi wa kisiasa kwa kuimarisha hadhi na mali binafsi huku sehemu kubwa ya jamii ikiendelea kuishi katika hali iliyo duni. Hii imeifanya demokrasia huria ionekane kupoteza uhalali wake miongoni mwa watu walio wengi nchini Botswana, Mauritius na Senegal. Ongezeko la wasiwasi wa raia kuhusu rushwa na matumizi mabaya ya madaraka ilisababisha kupungua kwa imani kwa serikali. Mtazamo kwamba serikali zilikuwa zikishughulikia vibaya uchumi ulikuwa na uzito mkubwa, kwa sababu watu wengi walikabiliwa na mwaka mgumu Kifedha. Mbali na kushindwa kwa serikali katika maeneo mengine, hasira ya kiuchumi ilikuwa ni chanzo kikuu kilichosababisha maandamano ya vijana nchini Kenya yaliyotikisa serikali ya Rais William Ruto mnamo Julai na Agosti. Mabadiliko ya mkakati: upinzani walijifunza na kuimarika. Pamoja na changamoto zilizopo, kadri demokrasia inavyozidi kuota mizizi Afrika, vyama vya upinzani vinaendelea kujifunza na kubadilika kwa kila mzunguko wa Hali hii imewalazimu kuimarisha mikakati yao hasa katika kukabiliana na vyama tawala vyenye mwelekeo wa udikteta. Katika baadhi ya nchi kama Botswana, Mauritius, Ghana na Senegal, vyama vya upinzani na harakati za kiraia zimeweza kuunganisha nguvu za kidemokrasia na kuhimiza ushiriki wa wananchi kwa mafanikio. Ushindi wa demokrasia katika nchi hizi unaashiria uwezekano wa kuimarika kwa vyama vya upinzani barani kote. Kadri uelewa wa raia unavyozidi kuongezeka, wapiga kura wanakuwa wakosoaji zaidi na wanauliza maswali kuhusu uhalisia wa utekelezaji wa ahadi za kampeni. Wanataka kujua lini, kwa vipi na kwa rasilimali zipi chama fulani kitatekeleza ma manifesto ya kwake. Kwa kiasi fulani mlolongo wa mapinduzi ya kijeshi uliojitokeza katika maeneo ya Afrika Magharibi na Kati unaweza kutafasiriwa kama matokeo ya kushindwa kwa vyama vya upinzani kuandaa na kuhamasisha raia waliokata tamaa ili kuweza kufanya mabadiliko kupitia sanduku la kura. Uchambuzi huu umefanywa nami David Azria.